Endapo uhuru wa siasa ukikosekana, manaake unaondoa competition kati ya vyama. Manaake tulileta vyama vingi ili kuleta ushindani, ule ushindani unaleta faida nyingi. Moja faida ambayo kum, ni, moja ya faida inayoletwa ni uwajibikaji serikali. Serikali inawajibika kutokana na ushindani uliopo wa kisiasa. Sababu gani? <coughs> serikali inaamini kwamba chama cha ambacho kiko madarakani kinaamini kwamba endapo kisipo perform kazi yake vizuri, maanake kitashindwa na wananchi wataacha kukichagua tena, watachagua chama kingine. Maanake kwa nchi yetu ya Tanzania, kwa hali inavyoonesha ni kwamba wananchi hawawezi wakachagua chama kingine, maanake chama kilichopo madarakani hakitaki competition maanake direct uwajibikaji wa serikali unashuka. Uwajibikaji wa serikali ukishuka, maana yake mwananchi wa kawaida ndio anayezulika. Mwananchi wa kawaida ndio anayezulika. Kingine natakiwa tujue kwamba ukiwa na mfumo wa vyama vingi, maana yake walitengeneza option kwamba mwananchi anaposhindwa kumchagua anapoona wewe wa chama hiki anif, akifai ana uwezo wa kumchagua wa chama kingine, sawa so, maanake kama hakuna mfumo huru wa kiuchaguzi manaake anayepaswa kushinda ni wa chama kimoja, na kama tunavyofahamu sheria za nchi yetu, rais ndo anachagua makamishna ndo anaweka mkurugenzi wa tume, na rais huyohuyo ndo anakuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. kama mbunge anachaguliwa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, amepigiwa kura na wananchi, lakini anafahamu kwamba bosi wake ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mwenye tume, ambaye ndio anasimamia chaguzi za ndani ya chama chake. Wewe unafikiri mbunge huyo ataenda kusemea nini kuhusu serikali zaidi ya kumsifia yule aliyokuwa madarakani, ili aweze kurejea pale, kwa sababu y anaendelea kufaidi kingine inaondoa fikra na uwajibikaji wa kufikiri kwa ajili ya kutenda mema kwenye nchi. Mtu akiwa ameshiba, wanasema shibe mwana malevya. Kukiwa kuna uhakika kwamba serikali haiwezi kutoka madarakani, manake anaamini yeye ataendelea kura, anachokifanya ni kuhakikisha wanaendelea kubaki pale. Lakini ukikuwa na uchaguzi huru, maanayake mtu yeyote anayepata fursa kuingia serikalini manake anataka aonyeshe uwezo ili aendelee kubaki pale. Kwa hiyo nikiangalia ne, baada ya kufikiria na kuwachuja ya mambo kwa undani nikagundua kwamba hakuna dhambi kusema Oktoba unatiki. Hakuna dhambi kusema no reform, no election. Lakini kwa maslahi mapana ya nchi, nikagundua ne, no reform, no election ina faida kubwa sana. Kwanza kama nilivyosema, itaongeza uwajibikaji serikalini na kwa sababu ukifanya reforms za kiuchaguzi, uchaguzi ukiwa huru na haki, maana yake kiongozi atakayechaguliwa atakuwa amechaguliwa kwa turufu ya wananchi, na atakapokuwa anaenda kuwawakilisha, atawakilisha wananchi, atawajibika, ataogopa kwamba, nisipotekeleza majukumu yangu ambayo wananchi wamenituma, maana yake direct nita disqualify, watani disqualify, hawatanichagua tena. la <coughs> pili itaimarisha amani ya kudumu. Hakuna mtu ambaye hana akili timamu ukamwona barabarani anaandamana bila sababu ya msingi, manake sababu ya msingi ndio hiyo. Mtu anaona kiongozi aliyestahili kupita ni huyu hapa, lakini huyu amechaguliwa, manake mpaka hapo unahatarisha amani, hawezi ukapata. Lakini mtu akichaguliwa wa kwamba watu wakaamini kwamba alikuwa anawapiga kura wengi wengine, ameshinda kwa haki wote wanaamka wanamshangilia kwamba huyu ndio kiongozi wetu kwa sasa, amani. Kwa hiyo unasikia mijadala kwamba nchi yetu tulinda amani, wakatai wanaosema no reform no election tulinda amani, lakini ukiangalia kwa upande mkuu kwa upana unagundua hawa no reform no election ndio wanaitamani amani. Maana yake hapa, nimesema amani ya kudumu, usiangalie amani ya sasa hivi ya kumnyima mtu fursa angalia amani ya kudumu ya mtu kuishi kwa amani moyoni. Usiangalie mtu kuishi anatembea, unamwona ana amani lakini, ndani ya moyo wake ana amani.